Na kwengineko kwa tunaarifiwa kwamba licha ya kaunti ya Nakuru kuwa miongoni mwa kaunti zinazozalisha chakula kwa wingi humu nchini, kaunti hiyo bado inashuhudia visa vya juu vya utapiamlo haswa katika kaunti ndogo za Nakuru Magharibi, Nakuru Mashariki na Rongai. Watoto kati ya 90 na 130 hulazwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru kila mwezi kutokana na utapiamlo. Hali hiyo ilichochea kaunti hiyo kuanzisha mpango aliche wa lishe kwa wanafunzi wa shule za chekechea kama njia moja kukabiliana na tatizo hilo. Hii ni kaunti ya Nakuru, kaunti inayojulikana kwa uwezo wa uzalishaji wa chakula kingi mno, lakini kinaya ni kwamba kaunti hii bado inahangaika na ukosefu wa chakula toshelefu, hali hii ikichangia viwango vya juu vya utapiamlo miongoni mwa watoto wa umri wa miaka chini ya miaka tano. For us to get

Sasa kaunti ya Nakuru kwa ushirikiano na kituo cha Cascade iko mbioni kuhakikisha hali hii ya utapiamlo imedhibitiwa mikakati kama vile lishe kwa wanafunzi wa shule za chekechea ikianzishwa, idadi ya wanafunzi katika shule za chekechea ikiongezeka maradufu kutokana na mpangilio huu wa lishe na mama. So the latest Kenya Health Demographics Report of 2022 reveals that the county stunting and malnutrition rates for children, for children, it's, uh, five years

hamasisho ya kuhakikisha akina mama wajawazito na wale walio na watoto wa chini ya umri wa miaka mitano zikianzishwa kupitia kwa wizara ya afya ya kaunti ya Nakuru. Sisi huwa tunalete wamama ambao ni wajawazito na wamama ambao ni wa, wa, wa uh, breastfeeding mothers. Tunawalete kwa pamoja, tunawafunza mambo ya nutrition, tunawafunza jinsi ya kukula vyema, kukula food groups ambazo zinastahili. Kwa wakati wa kitambo tulikuwa tunasema balanced diet, lakini wakati huu tumeondoka katika hiyo enzi tumekuja katika enzi ambapo lazima tuwafunze kulingana na hali ya mambo kubadilika. Sasa tunasema at least four to seven food groups in, a, in 24 hours. Na tangu tuanze hii mafunzo, kwangu kwanza, kwangu mimi pangu imenisaidia juu fana. Niko na watoto wanne, first born ni nilianza kumurisha mapema juu si kujua uh, wa wamama wa kijiji unawaelewa <laughs> Wa mama wa kijiji, mtoto alilia akiwa na one month two weeks, so nilimpea mapema chakula na alinisumbua juu hata sahi bado nini yake haikwenda ya vizuri, but venye nimepata hii mafunzo ya nutrition. Sasa huyu mwenye kwanza niko na yeye, he. he's such a healthy boy. So in Nakuru we've been able to partner with the county government uh, just to sort of strengthen the policy implementation because the main gap was uh, that there are very good policies that exist but either uh, the implementers are not aware or have, do not have the proper structures to um, implement these policies so we've been able to provide support to Nakuru County to uh, do a mid-term and end-term evaluation of the County Nutrition Action Plan. Which Evans Asiba, Runinga ya Citizen kutoka Molo kaunti ya Nakuru.